Danieli anaonyeshwa mada ile ile kama Nebukadneza lakini kwa mtazamo tofauti. Badala ya sanamu anaona mfuatano wa mataifa yakiinuka kutoka baharini. Matokeo ya upepo unaovuruga vuruga maji. Mataifa haya yalikuwa katika hali ya vita daima na kusababisha mabadiliko ya kudumu ya mamlaka kati yao. Aya kama vile Zaburi ya 65 ya 5 hadi ya 8 Isaya 17 ya 12 na 13 na Yeremia sura ya 46, ya 7 na 8 zinatumia ufanani wa mafuriko na mawimbi kuelezea msukosuko kati ya mataifa. Kinyume chake, nchi ya ahadi ilikuwepo angalau kwa kipindi fulani cha wakati kama kisiwa cha amani na usalama katikati ya bahari ya falme za wa mataifa Taifa takatifu lililowekwa juu ya msingi imara wa serikali ya Mungu kinyume na mataifa kaidi yaliyolizunguka. Soma Danieli sura ya saba ya kwanza hadi ya tatu. Kuna harakati nyingi katika tukio hili. Ni masomo gani tunaweza kupata kutoka kwa taswira hii kama vile mnyama aliyeinuka kwanza kutoka baharini? Danieli anatazama machafuko ya vita kwa wamataifa kutoka ufuoni. Kwa ghafla wanyama wanaanza kuja juu ya nchi katika eneo lake. Matatizo ya wamataifa yalikuwa sasa matatizo ya watu wake. Walikuwa wamechagua kuishi kama wamataifa, kwa hiyo sasa wangeishi pamoja na na chini ya wamataifa. Kuanzia kwa utawala wa Babeli watu wa agano la Mungu hawakupata tena uhuru kamili au wa kudumu. Huku kupoteza uhuru kwa watu wa Mungu leo utaendelea hadi mwisho wa wakati, hatimaye Kristo atakaporejeshwa mahali pake anapostahili kama mfalme wetu. Katika Agano Jipya, watu wa Mungu waliendelea kuteseka chini ya utawala wa ufalme wa Kirumi na kisha chini ya mateso ya pembe ndogo mrithi wa Rumi ya kipagani. Ingawa kihistoria baadhi ya mataifa yamekuwa bora kuliko mengine na enzi zingine zimekuwa na amani zaidi kuliko zingine, sehemu kubwa ya historia ya mataifa jamaa na falme imekuwa ikitoka katika msiba mmoja hadi mwingine, kutoka kwa mkandamizaji mmoja hadi mwingine, na mara nyingi haya yote hufanywa chini ya watawala wanaodai kuwa na niya njema tu kwa watu wao. Ni tofauti iliyoje na utawala ambao Mungu alikuwa ameutaka kwa ajili ya watu wake, kama tu wangeuchagua. Warumi sura ile ya3 ya kumi na tisa inasaidiaje kueleza mengi sana kuhusu ulimwengu wetu kwa namna gani? Aya ya 19 hasa inaonyesha kwa nini tunahitaji sana injili katika maisha yetu? Hii ni Aprili 29, Danieli 7. Mungu atubariki sote.